Naam, ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kituo cha habari Reality Mambo TV ambacho kinapatikana mashariki mwake DRC, huku Kivu ya Kusini, matumaini yangu kwamba wewe ni mzima wa afya katika muda huu wa mchana ambao nakuja kukupasha habari ambazo ziliweza kujiri katika uwanja wa vita ikiwa tu leo tariki tatu mwezi wa Disemba, na hivyo tu kuja kukupasha habari maeneo popote pale ulipo, haijalishi mashariki mwake DRC au DRC mzima, kando kando mwake, hata katika Ulaya na maeneo mengine ulimwenguni. Basi ni kwa hapa kukupasha habari katika muda huu hivi ambao unazidi kuendelea, na kwenye uwanja wa vita, maeneo ya huko Katogota tarafani Uvira Kivu ya Kusini. Na mara moja nisichukue muda wako, lakini kukupasha yale ambayo yamejiri na kuweza kuungana nami mwanzo hadi mwisho, lakini kujiunga, kama wewe au hujajiunga kwenye channel yetu, ili unapata habari mapema katika muda wote mwafaka. Na hivyo ni kuende mara moja huko katika tarafa la Uvira, Kivu ya Kusini, maeneo ya Katogota na Kamanyola ambako hapo jana kuliweza kusikika milio ya risasi, mapambano makubwa kati ya wahasi wa M23 na wazalendo wakiungana na warundi au jeshi la Burundi, na hata pia jeshi la FARDC wakiweza kupambana dhidi ya wahasi wa M23. Na hivyo kutokana na hali ambayo ilipitikana jana, haikuishia pale lakini kuamka tena asubuhi ya leo Jumatano mwezi wa Novemba tariki tatu mwaka wa 2025 tena akuweza kusikika milio ya risasi, milipuko ya mabomu, ikiwa mapambano kati ya wahasi wa M23 na jeshi la Kongo FARDC wakiungana na wa zalendo pia na jeshi la Burundi, lakini ikiwa tu malengo ya waasi wa M23 kuweza kuingia Uvira, na hivyo tu jambo hilo linaweza kuleta wasiwasi wasi kwa muda huu na milipuko ya mabomu katika maeneo hayo, na wananchi kuweza kufichama katika nyumba zao. Hali hiyo ni kukumbusha kwamba hadi kwa sasa haijajulikana bado ushindi unaibuka ngambo ya kundi gani, lakini tu hayo yakithibitishwa na mapambano hayo maeneo ya huko Katogota. Jambo hey, jambo mzee, jambo, habari ya kulamuka? Mnalamkaye kule lamkay, siyo kuleo sasa. Jana ilikuwa ngali mutani, leo sasa iko sawa, vile ndio yenye sasa bali lamukie emo sasa Kijana aiko saa vile hawa kukutanana leo sasa, ndo wanakutanana leo manake eh, Katigota hivi eh, ni hatari kabisa, haiko tena vile vya masafa ya mbali eh. Eh. Manake hapo bunduki ndogo ndogo njo ziko zinatumika na zile bombe za kawaida kawaida. Ndo vile mzee, ndo habari ile tu sasa, mshindi atakuwa nani? Tuchunge tusikie kama kweli bataingia mpaka Lubarika yenye bako bana vizia baingia luvunge wala ba luvunge bataingia hapa juu. jana jana bibilituma masasi aipigwi mingi, kikosi yenyewe ilikuwa natoka Uvira na Bubembe.

cha ziada ni kusema kwamba kutokana na hali hiyo ya mapambano ambayo inaendelea huko, mzee Makanaki Kasimbira John jemedari huyo anaweza kutosha sauti yake na kuonyesha wananchi ya kwamba wasipate kufuatana na maneno ya adui kwenye mitandao ya kijamii na kuweza kuwatia uoga lakini akiongeza na kusema ya kwamba akiwapa moyo na kuwaambia akuna chochote kitakachokuwa, lakini akialika waasi wa M23 akizungumza ya kwamba ikiwa wao wana kikosi kidogo waongeze, ikiwa wana elfu mbili waongeze elfu mbili zingine wapate kuwa elfu nne Hayo aliyezungumza kwa ujasiri na kuweza kuonyesha ushindi mkubwa, basi na tumsikilize kwa jinsi anavyozungumza hapa. Uh, jambojambo wakongomani kongomani wote tunawasalimu katika jina la Yesu Kristo mwana Nazareti. Ni mimi kiongozi Makanaki Kasimbira John. Please, please RFI ndio na wapatie message leo. Tuko siku ya tatu, siku tatu mwezi wa kumi na mbili, naambia wakongomani wote surtu zone ya Uvira na wazalendo wote jeshi nzima ya serikali yetu ya Kongo ya FRDC, na wababa wa baba, mama, wakaka, wadada dada nawaambia kwa muda na saa hizi za asubuhi, msiogope na katika mji wa Uvira, msipewe mamesaje ya ongo. Adui anakimbia na adui komoga, na adui na adui komoga na adui anaenda na kupanike tu kusema hivi na hivi, watu wakimbie. Sisi hatuogopi chochote, kiongozi chifu iko pale, wazalendo tabiko pale, na zingine forces zote ziko zinapigana. Watu msiogope, na kama watu wanakimbia watu wanatoka mu maeneo pale, uh, fuasi banaeta rubarika ingine sehemu, wanaogopa milio za silaha kubwa kubwa, yaani pale ni vumbi na yacho kabisa. Uh, na jua m3 ilitia kilolo matako ya kobe, ilitia kilolo matako ya kobe. Na kama walisahabu wengine wa jeshi biko Nor Kivu wala Bukavu babalete kama balikuya na vemil balete ikwe 40 mil na kama balikuya na 100 mil balete ewe 200 mil. Kama balikuya na 1 milion soda bakuya na 200 milion solda, katika jina la Yesu Kristu mwa Nazareti tunawapiga na tunaendelea kuwapiga, tunahakikisha mpaka tulale Kamanyola kwa hii muda wa leo kupitia Yesu Kristu mwa Nazareti. Kuraje FARDC kuraje wazalendo kuraje Kongo muzima. Asenti, Mungu atubariki, tuko pamoja kupitia Yesu Kristu mwa Nazareti. Musonge mabugali, mukule kabisa, mukoge mukunywe. RFI please please kadanda. Mungu awabariki sana katika jina la Yesu Kristu mwa Nazareti, amena. Ikiwa ni habari za muda huu ambao nimekupasha. Ikiwa tu leo kama jinsi unavyoiona ni tarehe tatu mwezi wa Disemba mwaka 2025, ungana nami tena katika wakati mwingine kuja kukupasha matokeo ikiwa yakiweza kujiri maeneo hayo, kuja kukupasha yale ambayo yanazidi kutokea katika uwanja wa vita. Ninakuomba kuungana nami mwanzo hadi mwisho katika vipindi vingine, lakini tu nikikuomba uungane nami kwa kubonyeza subscribe hapo, hata alama ya kengele, ili unapata habari zetu mapema. Kuwagawia watu wengine ni kitu muhimu, ili wanaopata kufaidia, na hata kulike na kukomenti ukiwa na maneno ya kuzungumza na. Basi hivyo, ninakuomba tutakutana tena wakati mwingine. Chao.